Nakuomba angalia tu dakika moja kwenye mtandao wangu wa YouTube wa Ema Zakayo. Leo kuna wimbo mpya utawekwa mpya, naomba nenda hapo, ka subscribe like, comment, share. Tafadhali nakuomba mtu wangu, Mungu akubariki sana. Usiruke, itazame ka video yako mpaka mwisho, utaelewa tu. E, ukiangalia pale, unaandika tu Ema Zakayo safari Tukiandika hivyo wimbo unakuja. Na Mungu akubariki sana na wapenda marafiki zangu wa TikTok, Facebook, wa yani huko kote YouTube. Lakini kwenye YouTube na kuomba kwa heshima nisaidie kusubscribe, kucomment, kushare, kushare na kulike. Tafadhali, usiache kumtumia rafiki yako kumwambia Ema Zakayo ametoa wimbo. Na itakuwa baraka sana. Na wapenda jamani, naomba unisaidie kunipeleka mbali. Nipate subscriber wengi, nipate like nyingi, comment nyingi, na Mungu atakubariki hata kwenye hii ninayoongea hapa. Weka comment tu, weka share, weka like, na Mungu atakubariki. Thank you very much, YouTube. Ima Zakayo, so Emmanuel Ima Zakayo. Na Mungu atakubariki sana, santeni.